E, ndugu zanguni, hii ni shule ambayo nimesoma mimi shule ya sekondari yain miaka hiyo. Kwenye maisha inatakiwa uache athari, hata kama hazitaonekana kwa macho, lakini watakaokuja ziweze kuwanufaisha watu wa nyuma. Naweza kusema kwenye shule hii mimi nimeacha athari tena kubwa tu ambayo wengi wao watakuwa wanakumbuka athari niliyoacha katika shule hii, athari iliyosababisha mpaka sasa hivi matunda yanaonekana, athari ambayo ilifanya mwalimu mkuu, headmaster, kipindi hicho alitolewa na baadaye akaletwa headmaster mwenye ushawishi na mwenye maarifa na ubunifu, jinsi ya kuboresha shule na akafanya mpaka sasa hivi wanafunzi wanafanya vizuri sana katika shule hii ya sekondari ya Mnazi sateni. wewe ni mtiifu. Awadhi Chemen imedhaminiwa na Kibaoni Pharmacy. Sante, karibu.